Jamani, nimesema nimekuwa nikisema hivi mara nyingi, kuwa neno la Mungu lin, yaani kila mwenye mwili anahitaji neno la Mungu, na sio kila mwenye mwili tu, hata vitu vinahitaji neno la Mungu. Wanyama, mimea, samaki baharini, wanahitaji neno la Mungu. Mimea inahitaji neno la Mungu, mazao yanahitaji neno la Mungu. Neno la Mungu ni kwa kila mwenye mwili, wedha una dini, una dini, wedha ni mpagani, sio mpagani, wedha ni mganga au ni mchawi, unahitaji neno, ni msoma nyota, ni mshihiri, ni mpiga ramli, ni mshirikina, you need the word of God. Na neno la Mungu linabadilisha, linamtransform mtu. Yaani kama tabia yako haieleweki, ni tabia ya sukununu Once you meet the word, once unapokutana na neno la Mungu, linakubadilisha. Neno la Mungu lina